Shuhuri imemalizika katika uwanja wa dimba la Moses Madiba, Durban, Afrika Kusini. So Mnyama Simba Sport Club ameweza kutinga hatua ya fainali katika kombe la Shirikisho barani Afrika kufuatana na ushindi wa jumla wa goli moja dhidi ya Stambach ya Afrika Kusini. Nusu fainali hiyo ambayo iliweza kupigwa pale pale kwenye uwanja wa Afrika Kusini na baadhi ya mashabiki wengi wa Simba kuweza kufurahia ushindi huo mnono. Mnyama ambaye anaendelea kuwa mwakilishi pekee kutoka ukanda wa Afrika Mashariki na kati kuingia fainali ya eh, CAF Confederation Cup na atakutana na mshindi RS Berkane, ambapo full time Stellenbosch pamoja na Simba Sport club waliweza kutamatisha mechi yao baada ya kuweza kutoka sale ya bira kufungana kwenye uwanja huo wa Durban, Afrika Kusini. So hii imekuwa ni kama eh, hatua moja ambayo wameweza kuipiga eh, moja kwa moja Simba Sports Club kuweza kufika hatua ya fainali, ikiwa ni moja ya mafanikio makubwa sana kuweza kuyapata Simba Sports Club. Kwa kwake kwa kwa kama mdau wa soka uko na mtazamo gani? Make sure to drop comment yako hii ni Sawasawa online digital. Until next time. Bye.